Lakini si mbali, tutakuhitaji tena. Aliandika tena kitu fulani kwenye faili, lakini kabla hajaondoa macho yake akasema kwa sauti iliyotulia bila hisia, kuna kitu kimeanza kuchipuka na najua unajua kama hauko salama profesa, lakini pia sijui kama sisi tuko salama kukukaribia kisha aliondoka akimwacha Zahara peke yake na ukimya wenye uzani kama jiwe la kaburi. Wakati Zahara anarejea katika chumba chake huko Cairo, maili elfu kadhaa kusini mjini Bagamoyo, pwani ya Tanzania, jioni ilikuwa imetulia kama kichanga kifuani mwa mamaye. Kijana mmoja mvuvi Salim alikuwa akirudi ufukoni baada ya siku ndefu baharini. Alipokuwa akivuta boti yake juu ya mchanga kitu kimeshikilia upande wa chini wa paa la boti kama chuma kilichotoboa gamba la mipako. Eh, hii tena. Aliinua taa ndogo kuangalia vizuri. Ilionekana sehemu ya chuma kilichong'aa. Alipoivuta kwa nguvu, kitu hicho kilijiachia na kilikuwa na urefu wa kutisha, msumari mrefu wa chuma cha kale wenye michoro kama maandishi yaliyofutika na kutu. Lakini kabla hajauangalia vizuri macho yake aliona kitu kilichomfanya apige hatua nyuma. Ule msumari ulikuwa na mabonge madogo ya damu kama kidondoo kilichoganda kwenye ncha yake. Bahari imeanza kuleta mabalaa sasa, akawaza akijisogeza lakini hakujua lililotokea usiku ule. Bagamoyo lenyewe lilikuwa jibu la swali ambalo Zahara bado hajaliona. Alipogeuza msumari upande wa nyuma, aliona herufi zilizochorwa kwa mkono wa mwanadamu miaka ya kale, Z A H. Na wakati huo huo upepo wa bahari ulivuma kana kwamba una hasira, na nyumba za nyasi za wavuvi wa maeneo hayo Misumari iliyoshikilia mirundo iliyotumika kuezeka ikalalama mithili ya sauti ya panya mdogo anayekata roho. Usiku umetawaliwa na giza zito na ukimya zaidi kuliko ilivyokuwa kawaida. Kama sisingekuwa na breki za magari barabarani na vingora na honi zilizopulizwa katikati ya mji ule, ungekuwa ni ukimya wa kutisha. Profesa Zahara Amiri alitembea pole pole kupitia korido ndefu ya hoteli ya Cleopatra Palace. Miguu yake ilikuwa mizito, kila hatua ikipiga kama ngoma ya mwali akilini mwake. Kichwa chake kilikuwa na maswali mengi kuliko alivyoweza kubeba. Alikuwa amehojiwa na polisi kwa zaidi ya saa mbili, na ingawa alimwachia, hakuhisi kama alikuwa kweli huru. Hisia zile za kuangaliwa na kuchunguzwa zilikuwa zimerudi upya, zile alizozipata miaka michache iliyopita, wakati ule alipokuwa Roma wakati ambapo aligundua ukurasa mmoja uliokatika katika maandiko ya kale ya Alexandria. Lakini usiku huu kulikuwa na kitu tofauti na hayo yote. Kitu kizito. Kitu kinachomsogelea. Kitu kisichoeleweka. Alifungua mlango wa chumba chake taratibu. Akahisi ukimya mkali katikati ya giza ukimkaribisha kama mtu aliyekuwa akisubiri kwa saa nyingi. Alifunga mlango akapumua, lakini harufu fulani ilimgusa puani, harufu ya vuzi la karatasi za kale, kama maktaba iliyofunikwa kwa karne nyingi. Alijua harufu hiyo, aliwahi kuisikia katika hekalo liloanguka huko Taposiris Magna, lakini hapa ni Cairo katika chumba cha hoteli, harufu hii ilitoka wapi? Pengine ninafikiria sana, ajisemea. Alienda moja kwa moja bafuni, akafungua maji ya moto kujaribu kupunguza hofu. Lakini kioo kilipokusanya mavuvi, alisimama waribu, bila kupumua. Kioo kiliandika maandishi pole pole, kana kwamba mkono usioonekana uliandika juu ya mavuvi. Aliandika herufi tatu, C L E. Alitamani kurudi nyuma, lakini miguu yake iligandishwa mahali. Mwili wake ulihisi kama haukuwa wake tena kwa sekunde chache. Kisha maandishi yakafutika, yakayeyuka kama moshi. Zahara aliketi sakaani, mikono ikitetemeka. Kwa nini linafuata hapa? Aliuliza huku machozi yakimtoka bila kuelewa. Alijua hakukuwa na mtu mwingine ndani ya chumba hiki. Alishuhudia polisi wakiweka muhuri, wakachunguza kila kona. Hakuna aliyekuwa ameingia, lakini maandishi yalikuwa halisi. Hakuwaza tu, aliona. Akasimama, akachukua noti ndogo aliyokuwa ameificha kwenye begi lake, ile noti iliyoandikwa na babake muda mfupi kabla ya kifo chake. Uone utajiona Ukijiona utajua. Alikuwa hajawahi kuelewa maana yake, lakini usiku huu maneno yalionekana kuwa na uzito wa ajabu. Akiwa bado amesimama bafuni, simu yake ikalia, namba haikuonekana. Aliitazama kwa sekunde tatu, akaitikia. Profesa Amiri, sauti ya mwanamke alisema ikiwa tulivu kupita maelezo. Una muda mdogo sana wa kuelewa kilichoko mbele yako. Unanijua kuliko unavyojijua. Zahara linama ukutani. ume Umehusika na tukio la chumba tatu sifuri tisa? Hapana, lakini niliona dalili kabla haujafika. Dalili gani?